Wizara ya kilimo nchini Marekani imesitisha ufadhili wote kwa mfumo wa vyuo vya umma vya Maine, yaani University of Maine System, ambavyo ni jumla ya nane, baada ya Maine kupinga agizo la Trump linalozuia wanariadha waliobadili jinsia kushiriki kwenye michezo ya wanawake. Kiasi cha takriban dola milioni 30 za ufadhili wa utafiti kwa mwaka 2024 kiko hatarini, huku wizara hiyo ikidai kuwa imefadhili zaidi ya dola milioni 100 kwa vyo vikuu vya Maine katika miaka ya hivi karibuni. Hatua hii imekuja baada ya mvutano mkali kati ya Trump na Gavana wa Maine, Janet Mills, ambaye ametishia kuchukua hatua za kisheria iwapo fedha za serikali kuu zitazuiliwa. Wakati huo huo Wizara ya afya na huduma za binadamu ya Marekani tayari imeamua kuwa Maine imekeuka sheria ya Title IX na imepeleka swala hilo kwa idara ya haki, yani Department of Justice. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.